Naikumbuke kwamba leo kama ilivyo ni kwamba mashabiki kuanzia saa nne ndo mageti yanafunguliwa kwao, kama yule ambaye anaipenda sana, saa hizi yuko pale anakunywa chai pale, ana yule atoka mkoani kasafiri kaja pale. Kwa hiyo hem tuende kwa Ali Bakari. Ali Bakari, ali, hali halisi iko vipi katika uwanja wa Benjamin Mkapa wakati ambapo leo hii kuna kipute hapo cha ja Yanga kufa ama kupona, iende katika hatua ya makundi. Asante filipo Sipriani. Uh, nipo na mwenzangu hapa anaitwa Mohamedi Mwishee. Kuna mtu amemwita hapa kwamba ni profesa, ndio yupo nyuma ya kamera, lakini sote tumedamkia hapa katika dimba la Benjamin Mkapa. Uh, picha ya nyuma huku bila shaka inaonekana vizuri kabisa, ndio eneo ambalo Yanga Africans itatafuta tiketi ya kuingia hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Haiongopi siku ya mechi. Pamoja na kwamba imetangazwa ya kwamba mageti yatafunguliwa majira ya saa nne, lakini wapo baadhi ya mashabiki ambao tayari wamekwishafika katika dimba hili la Benjamin Mkapa. Uh, Filipo tumekuwa tukija Benjamin Mkapa mara kwa mara lakini kwa sasa kilichopo ni kwamba inaonekana kuna maboresho yanaendelea kufanyika ya barabara ya eneo hili uh, linalopita pembezoni mwa uwanja huu hapa huko unako kuona ni upande wa Duse eh, unaona hii kuna matengenezo yanaendelea, kuendelea kupanogesha eneo hili pawe na muonekano mzuri, na huko ni upande wa kwenda Mbagala, kwenda uhasibu eh, Saba Saba huko ambako pia uwanja wa Uhuru ndo upo huko. Eneo hili hali inaonekana ni shwari, vyombo vya ulinzi na usalama kama unaweza kuona vipo hapa, na leo hii bila shaka unahitajika ulinzi wa kutosha kuhakikisha ya kwamba hakuna athari ya aina yoyote inajitokeza hapa. Hivyo ndivyo ambavyo tumeweza kukuta hapa, na wenyewe wametii amri eh, ile really ya kusema ya kwamba eh, milango itafunguliwa majira ya saa nne lakini pia eh, meneja habari na mawasiliano wa Young Africans alishatangaza jana kwamba eh, milango hii itafungwa saa nane na nusu. Kwa hivyo mashabiki wahakikishe ndani ya muda huo wamefika katika uwanja huu na kuweza kuingia moja kwa moja uwanjani, kwa maana kwamba wakifika hapa, watakuwa kutakuwa kuna magari hapa, wanapewa tiketi, alafu kisha wanaingia uwanjani moja kwa moja. Hakuna muda, ukipewa tiketi unaenda kwanza kunywa maji au kunywa soda na vitu vingine, unaingia uwanjani moja kwa moja. Huu ndio utaratibu ambao umetangazwa. Sasa ngoja tuzungumze na baadhi ya mashabiki ambao tayari, eh, asubuhi hii wapo eneo hili, eh, la Benjamin Mkapa, unaweza ukawaona hapa. Baadhi yao wamevaa jezi wakijitambulisha kabisa kwamba ni mashabiki wa Young Africans. Sasa hatujui kama wote ni mashabiki wa Yanga. Jamani, salama. Salama bwana. Mbona mmepoa? Hamjapoa, hamjapoa, hapo mtu wewe. Hamjapoa? Hamjapoa. Wewe bwana, mbona kama umechangamka? Oye! E bwana, vyuma vimeumana. Vyuma vimeumana kwa? Vyuma vimeumana. Nana wewe bwana, hebu tusaidie vimeumana kivipi? Vimeumana, vyuma vimeumana. Mimi naitwa DJ Makacha kutoka Salama DJ TV. Leo vyuma vimeuma. Hapa hapa Dar es Salaam. Hapa eh, hapa Dar es Salaam. Sawa tuambie. Eh, vyuma kwa Yanga kindaki ndaki kabisa. Kweli? Toka saa 12 niko hapa. Saa 12? Eh, niko hapa. Kipi kimekuleta saa 12? Ah, e, na uchungu ndugu yangu. Ewe, si saa 11 unajua? Na uchungu ndugu yangu. Goli moja lile. Singizi hujatoka. Goli moja. Ah, yani, watatizo wanaongea sana, wana mdomo papa papa papa nyingi sana unaona eh. Kwanza hebu tuambie, wewe umewezaje kweli yani katika kipindi hichi cha wiki moja hichi baada ya kufunga goli moja bila, umewezaje, umeishije huko mtaani? Ah, mimi nimeishi vizuri kwa sababu sisi watu wa Yanga tunajijua wenyewe. Hatuna matatizo na mtu wote. Isipokuwa tu wale wapinzani wa kwetu wa hapa ndio wenyewe midomo midomo. Oh, kwa nini wameingizwa bure? Hii inatuuma sana. Kule wewe mechi yako. Si wananchi bwana. Sisi matajiri wetu wana pesa. Eh? Matajiri wetu wana pesa. Ingieni bure vijana, mkafanye mambo. Wao muulize mshabiki wa Simba wowote, toka ianze ifungulwe, if Simba ianzishwe, Simba ameshakula miogo ya bule? Ameshakula miogo hata ya bule? hata ay, mwogo mmoja hajawahi kula ayawai. Yanga pekee yetu tunaingia tunaingiza, tuna bule, tunakula supu, tunafanya hivi, kila kitu tunaenjoy, tunaenjoy. Si wananchi, timu ya wananchi e, na raha eh. Na wao kama wanahitaji kuja kuingia waingie, lakini tunataka sisi tutakipa pala papala, wakae watulie, tuachie mchezo wetu wenyewe, shughuli yetu yako wenyewe. Tunawakaribisha tunamtoa, tuna sisi wenyewe tunawakaribisha, tunawakaribisha Tunawakaribisha waje wasiogope. Mwali wa kwetu. Mwali wa kwetu. Sasa ndugu yangu kuna mtu anaitwa Uchizi Vunga. Ai. Tunamkabidhi kamanda tu. Baka ambaye tulia hapo. Baka hajacheza mechi yako. Wewe tulia bwana wewe. Nishakwambia utulie. Kuko mwandazimu achinjui. Kuko? Kwa mwandazimu achinjui. Bwana tafadhali bwana wewe jioni usije kuondoka hapa umelia. Mimi siwezi kulia. Hauliwe. Siwezi kulia. Uh, mkazi wa Dar es Salaam? Hapana, Mwanza. Kutoka Mwanza Mwanza kutoka kuja ya ya mechi ya Yanga? Yanga. Nilikuwa siwezi kusafiri lakini walivyotufunga kule nikapata nguvu tok a naitwa Baraka baaka bwa atoka s aypaa nikasema Nauli nitakopa funga niangalie huko. Ah! Wanavika wanakata mauno. Yaani, katika kitu ambacho amenikosea mimi. Na wameikosea Afrika, kutukatia mauno. Unaona? Ahali amekuja hapa Benjamin Mkapa. Mamelodi amegusa hapa Benjamin Mkapa lakini hawajawahi kuja wakakata mauno wala wakasema Yanga limwepesi, lakini hawa wadogo hawa hawajawahi kushiriki hii michuano. Wanafika pale na nili airport, eh, wanakata mauno. Sasa tunataka tuwaonyeshe sisi ni nani, nataka kuonesha. Wamekuja wanakata mauno, sasa hivi watarudi wanalia na kuahidi. Watarudi? Wame watarudi wanalia. Unaapia kabisa? Naapia. Sawa. Hebu hebu ungasongea shabiki. Hebu rasogea huko Mambo vipi? Safi bwana. Upo vizuri? Nipo vizuri. Unaitwa nani? Mimi naitwa Idi Rashidi. Na wewe ni mkazi wa Dar es Salaam au mkoani? E, mimi mkazi wa Dar es Salaam hapa hapa. Ah, sawa. Mapema sana umekuja hapa Benjamin Mkapa. Milango inafunguliwa saa 4. Nini kimekuleta mapema? Kilicholeta mapema bwana kuja kuangalia timu yangu kwa nini tulikosea na tunatakiwa tujirekebishe katika hii mechi ambayo tunacheza leo. Kwa so sababu mechi ya kwanza tulishakosea. Hii mechi ya leo nimekuja kuona ni makosa yako wapi na mimi nishuhudie kwamba tulikosea wapi na au, timu yenyewe wakati ni timu ya kawaida sana. Una, una una una una, wasiwasi kuelekea hiyo mechi? Na wasiwasi. Ile timu ya kawaida sema, kuna makosa tu ambayo yalitokea kule mechi ya kwanza. Sasa unasema timu ya kawaida lakini ndio mmelipoteza. Sawa, tumepoteza ndio. Ndio hivyo, ndio maana kuna nakwambia kuna makosa yalitokea. Kwa hiyo leo na ina imani kwamba leo tutashinda. Lakini mbona kama upo kinyonge sana? Hapana, ni kawaida yangu tu. Ni utaratibu wako? Eh, ni kawaida yangu. Eh, bwana huyu jamani kwa nani? Hebu sogea hapa ndio. Mambo vipi? Poa poa. Upo vizuri? Namshukuru. Naitwa nani wewe? Naitwa Mlinga Juma. Shabiki wa Yanga wewe? Lia lia. Ria, ria, kabisa. Ria, ria. Napotoka mimi mwenyekiti wangu Mzee Malwa Yanga. Diwani wangu anaewania sasa hivi Yanga. Mbunge alopatwa alo, alo, na umauti Yanga. Natoka Kigamboni. Huko Kigamboni, Kigamboni. Yes. Kigamboni hali ipoje baada ya kufungwa goli moja? Hali ya kimpila lazima tuingiwe na, na, na unyong'onyevu kwa sababu mpira una matokeo mawili matatu bwana, ama mawili, kushinda, kufungwa, hilo jingine la kubembeleza. Hata Silver leo wanatokeo lao moja la kufungwa tu nchi hii. Ah, tafadhali bwana, tafadhali. Yanga bingwa, Yanga. Yanga bingwa kwenye mechi leo. Yanga bingwa. Unazungumzia NBC au mechi leo? Yanga sio kwa, unachanganya. Yanga bingwa. Tuna mchuano gani leo? unawaambia nini mashabiki ambao bado, wapo majumbani ambao wanapata nafasi ya kuja, hawana changamoto yoyote ya kibinadamu, waje tuujaze uwanja. Sifa ya wananchi ni ukarimu, na sisi tunataka kuwakarimu Silva, nataka ku... <laughs> kuwakarimu, kuwa kuwa, wao si wamekuja, wanataka kucheza hapa. Kuna makabila yote Dar es Salam, tutawaonyesha viuno vinakataje hizo ngoma wanazotaka hapa. Sisi tutawapigia afu wacheze sawa. We utakuwa hapo katika jukwaa kule. Uh, kumekuwapo na kauli mbiu ama wito sasa hivi kuhusiana na mashabiki. Wakati mwingine mashabiki wanafanya mambo ambayo yanaigharimu timu, inapewa adhabu, wakati mwingine kuto kuingiza mashabiki. Wewe kama shabiki, una wanasihi nini mashabiki wenzako? ombi langu kwanza kubwa, mashabiki wote wa Yanga ambao sio wanachama au hawana mifumo ya kujisajili kama mashabiki au wanachama wa Yanga, tuingie kwenye, kwenye utaratibu huo tusajili tuwe na kadi. Tukishakuwa na kadi, kuna semina elekezi. Haya mambo yote yanatokea ya vurugu na nini, kama ndugu zetu wanafanya vurugu, wanatozwa faini. Yote hiyo ni kutokuwa familia moja, ambayo mnakutana mkajadili mambo ya msingi mkaelekezana. Mkikutana kama familia kwenye matawi yenu, kwenye taasisi zenu, hamwezi mkawa mna upuuzi kama watu wengine. Yanga tumejaliwa hiyo kaba ya utulivu. Sisi hata utupige sisi tunakwambia hewala, yes. Umesema unaitwa nani? Naitwa Yamlinga Junior. Sawa. Hebu ngoja e <laughs> muda mrefu ulikuwa unamsikiliza ndugu yetu Yamlinga hapa. Uh, umempata vizuri? Nimempata vizuri. Unaungana naye katika yale aliyoyasema? Yes, kwa asilimia mia. Unafikiri leo utaondoka na tabasamu mzuri? Asilimia mia. Kweli baba, mbona mikono umekunja hivi? Ah, nimekunja ndo staili yangu naishi hivyo. <laughs> <laughs> Ndio staili yako au ndo umeamka hivyo leo? Kama kawaida. Nimeamka hivyo na furaha. Nimekuja uwanjani asilimia mia. Tunashinda. Unashinda hivi? Kama kawaida. Unakadiria unaweza kushinda goli ngapi leo? Tatu. Goli tatu bila? Yeah, ta, tatu above, yani tatu kwenda juu huko. Tatu kuanzia kwenze, tatu kuendelea mbele. Kwenda eh tatu kwenda mbele. Sasa eh, mheshimiwa rais amekuwa na utaratibu wa kutoa pesa zile zinaitwa goli la mama ambayo imekuwa ikiwasilishwa na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni eh, Sanaa na Michezo Gerson Msigwa. Unamtoa um, wito kwake yeye leo aje na kiasi gani? Nani? Huyo Gerson Msigwa? Eh. E, aje na mzigo wa kutosha. Zinaanzia tatu lakini ikiwezekana, inawezekana zi... Yaani inawezekana zikazidi zile za Azam kwa sababu hawa jamaa kitu ambacho wamekikosea ni kitu kimoja tu. Hawa Silver Silver Strikers. Kitu ambacho wamekikosea ni kwamba Yanga, yani Yanga ukitaka uba, yani ubato nao zungumza off mic, yani zungumzia nyuma lakini usije kwenye mic mbele ukatamba. Yaani ukitamba tu umeharibu, maana yake ni kama nyoko umemkanyaga mkiani. Hawa jamaa wameshuka airport. Walivyoshukaaoti wametoa maneno ya ovyo. Sasa kutoa maneno ovyo, si kwa sababu timu yetu siku hizi na vijana tunaendesha kwa kritiko kubwa, tukatengeneza watu waingie bule ili watu wawe wengi, na wao wakiingia kwenye mfumo, likipatikana moja tu, kama ni first brother, utakuja kuni ambia, utakuja kuniambia kuniambia mimi hawa ni tatu kwenda juu, tatu kwenda juu, kwa sababu kitu ambacho wamekikosea si wamekosea Yanga ni kuongea ovyo pale airport. Sisi huwa mara nyingi sisi huwa tuongei, afu sisi ni wapole sana, ni wapole e, ali, sisi ni wapole sana, hamna shida hata kidogo, hatuna shida. Lakini ukija kwenye media ukasema moja mbili tatu, sisi ni silent killer, tunatembea taratibu. Sisi ni kama utambi ule ambao umewekwa mafuta, tunaunguza huku unatembea taratibu, ukija kulipuka hapa hapa ulipo, ndo unajiuliza unatokea wapi? Ndivyo tulivyo sisi. Ulisema na, unaitwa nani? Naitwa teacher Hamisi Mtego. Unatokea hapa hapa Dar es Salaam? Natokea Dar es Salaam Mbweni Bwana kuna mtu hapa nimemwona ana jezi ya Azam FC. Bwana mambo vipi? Eh, poa niambie. Hey, Fresh tu. Umevaa imekupendeza hii jezi au ndio? Hii ndio timu yangu kabisa. Nime... Ah bwana, tafadhali. Tafadhali bwana. Kweli? Eh, kweli kabisa. Azam FC wewe? Eh, Azam FC damu kabisa, damu damu. Unaitwa nani umesema? Naitwa Azam Azam Hawazi Kavende. <laughs> Hebu tuambie namna ulivyojisikia baada ya kuishuhudia Azam FC imetinga eh, hatua ya makundi kwa mara ya kwanza. Mejisikia vizuri kwanza, ah, said, na, kwanza tuko vizuri, nashukuru Mungu, na, na tumefika hatua nzuri, hatukutarajia kufika hii hatua. Nashukuru kwa kifupi mwaka brand ndio wakanipa tisa jina. Na tatu walipenda Azam FC wazazi akanipa Ah. wanaizungumzia vizuri tu, tu kwa sababu kutokana na hili jina langu na nimepewa muda tu, kwa hiyo wanaizungumzia na ni washabiki wa timu, washabiki wa timu. E, Yanga Afrika na Simba Sports wanazifahamu. E, zote wanazifahamu zikicheza huwa wanazitazama. Ah, kwa sababu hizi ni timu ambazo za, za Kariakoo. Kwa hiyo zina wengi sana zinapendwa na watu wengi, kwa hiyo mwitiko wake ndio hivyo, watu wanajaa. Ikiwa Yanga na Simba wanacheza, wazazi wako wanakuwa upande gani? Ah, wazazi wangu si <laughs> unajua, kwa kuwa ni wao wamejiamulia kuwa na timu hiyo ina, ina, kwa hiyo inakuwa tu kama yani wapo tu upande huku na yani wako katikati tu hivi. Anakuwa katikati? Eh hey, katikati <laughs> akifunga huyo anashangilia, akifunga wewe eh? Au kweli bwana.

Uwezi kujadili. Eh, siwezi kujadili. Kisa mbona mapema upo hapa Benjamin Mkapa? Ah, si unajua tumekuja kuangalia na si unajua vitu vya bure ndugu yangu. Unatamani lakini wote waingie. <laughs> Unavipenda vitu vya bure? Eh, vitu vya bure. Mseleleko, shaka. <laughs> Vinanoga? Eh, vina, eh, vinanoga, vitu vya bure. Ikipigwa supu kiasi na wewe utakuwa? Utakuwepo shaka. Kwenye supu, kwenye supu, ushawahi kuhudhuria? Eh, siku moja moja kama hivi leo ndo nahudhuria hivyo. Ah, sasa kwa mfano supu, Yanga pale washakunywa supu mara kadhaa, ushawahi kuhudhuria hata moja? Ah, sijaye kwa sababu nilikuwa niko mkoani. Lakini kama watapiga kesho itapigwa supu una, una eh, na unakwenda. Eh, nakwenda kama kawaida. Supu tamu eh? Eh, eh, supu tamu. <laughs> <laughs> Yes, Filipo Cipriot. <sipu>, Ndugu <laughs> yetu anasema anaitwa Azam. Ndivyo alivyotuambia hapa. Lakini pia anasema ni shabiki wa Azam FC. Japo amezaliwa eh, nyuma kidogo, eh, sio mwaka 2004 ambao Azam FC ndio ilianzishwa. Ilia, ilia. Hayo ni maneno yake na tuyashike hivyo. Lakini kikubwa tu ni kwamba mashabiki wa Young Africans bila shaka wote ni wa Yanga wote, mkiondoa huyu bwana. Wote ni wa Yanga. Hakuna wa Simba. Wote ni wa Yanga. Filipo, Filipo, sekunde chache tu, kuna ndugu yetu yupo hapa. Bana, mambo vipi? Njoo. Wote wa Simba. Unaitwa nani? Unaitwa Mustafa. Unaitwa? Mustafa. Mustafa. Eh. Shabiki wa timu? Mimi shabiki wa Simba. Shabiki wa Simba? Ndio. Kesho inacheza Simba Sports hiyo. Kwanza tulewii kuja hapa mapema. Eh, kitu gani kimekuleta mapema asubuhi? Ah, mimi nimekuja mapema kuja kuangalia wapinzani wetu. Mimi natamani watoke. Unatamani watoke? Watoke kabisa. Hebu ambie kwa sauti hapo hapo. Unatamani watoke? Watoke kabisa kwa sababu majeuri sana. Hao ni majeuri? Eh, huku sio kwao wanakocheza na wewe eh? Eh, eh ah, si kawaida yetu ni utaratibu wenu, eh? Eh, utaratibu wetu kabisa. Sawa, ha, basi hamna shida. Yes, shabiki wa Simba Sports naye yupo hapa. Kwa hivyo leo utaingia uwanjani lakini. Lazima niingie. Lazima uingie. Eh, nikaone makolo. Ni mambo ya hapa Benjamin Mkapa. Ndugu yetu pia ni yeah, shabiki wa Yanga <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Achoo, akone, akone. Akone. Achoo. Achoo. Upo vizuri lakini, niko vizuri sawa, utaingia uwanjani. Hmm. Sawa. Nirejesha matangazo kwako Filipo Cyprian. Hapa Benjamin Mkapa, hali ni shwari, watu wanaosubiri muda tu, kuanzia saa 4 mpaka saa 8 na nusu, ndio milango itafunguliwa, itafunguliwa kabla ujaondoka Ali e, mashabiki wa Yanga, mimi toka asubuhi nakuja kazini e, nimeona hapo kuna mashabiki wawili hapo wamevaa jezi ya Brazil, timu ya taifa ya Brazil, hapo kuna mashabiki wawili Isije kawa anajifichia kwenye kichaka hapo cha timu ya taifa ya Brazil hapo na jezi zao hizo. Manake tunajuana hiyo eh, moja mbili eh, na mtahani eh, nimeshaona baadhi ya watu ambao wanakuja uwanjani bila kuwa na jezi ile halisi. Umeona kuna mashabiki hapo hasa huyo ulioongea naye huyo amevaa jezi ya Brazil, wapo hapa kama wawili nimeona Bana. Mhm. Mm bwana Filipo Cyprian ambaye yupo studio kule. Eh, amewaona vizuri kabisa. Jiho. Na amewazingatia. Hii jezi ni ya Brazil, timu ya taifa ya Brazil, si ndio? Na hii ni jezi ya timu ya taifa ya Brazil, ya si ndio? Bwana isije ikawa mmejificha huko baadaye mwoni maji ah, yakikorogeka. Ah. Kama maji yakikorogeka mjifanye <polose> <tele> nyinyi mashabiki wa Brazil sio wao. Hebu mmemjibu Filipo Cyprian awasikie, mmevaa ili kujificha kwenye kivuli? Eh bwana. Kwanza hizi jezi za Brazil, hizi jezi ambazo tumevaa mimi na ndugu yangu, jezi kwanza inatabuliwa na nembo CBF, hii ni Brazil. Hizi, hii nembo ni ya Brazil, lakini kala inaendana na timu yetu, na sio kwamba jezi hatuna jezi, tunazo, lakini kulingana na hii timu ya hii jezi ya Brazil na hii timu yenyewe ya taifa ya Brazil, the way ilivyokuwa inafanya vizuri World Cup, ndio maana unaona kila mtu watu wa watu, watu, mpira wanazi nunua lakini, sio kwamba matokeo yaje mabovu kwamba tujifiche tuseme ni timu nyingine. Sisi hamna, kwanza hii kala inatambulisha kwamba sisi ni Yanga Afrika ah, so mtego isipokuwa tu nini, hii nembo sio. Baadaye hapa bwana, mimi Brazil bwana, hakuna hicho kitu. Kwanza hakuna mtu anaweza kukufata akakwambia sisi timu imefungwa. Sisi ni Yanga Afrika, hii ni hii ni nembo tu, lakini kala hii hii inaendana na Yanga Afrika. Uh, eh, kama kawaida. Uh, na hivyo hivyo. S uh. Usiwe na wasiwasi, sisi ni uh Yanga piu Philip Cyprian, bila shaka umepata majibu kusi, usafi. <laughs> Kwa ndugu yetu panasema jezi za Yanga alisawa kuzifanyia usafi. Kwa Sante sana Ali eh, natumai kwamba umepata eh, wasaa wa kuzungumza na mashabiki wa Yanga kwa asilimia kubwa eh, kwa asilimia 95 yule mmoja si ni 99 <coughs> na kweli ameonyesha kwamba mimi nataka Yanga itoke.